Katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine, teknolojia ya kijeshi imekuwa ikibadilika kwa kasi. Mojawapo ya maendeleo ya hivi karibuni ni matumizi ya drones zinazodhibitiwa kwa nyaya za fiber optic ambazo zimeleta mabadiliko makubwa katika uwanja wa kivita. Teknolojia hii mpya ya fiber optic inayotumiwa na Urusi na sasa pia Ukraine imeleta mapinduzi ya kiteknolojia katika uwanja wa kivita. Tofauti na drones za kawaida zinazotumia mawasiliano ya redio, hizi hutumia nyaya za nyuzi mwanga fiber optic cables kuwasiliana moja kwa moja na mtoa amri, na hivyo kuzifanya kuwa sugu dhidi ya mbinu za kielektroniki na kupunguza au kuharibu mawasiliano. Katika makala haya tutafichua kwa kina, drones hizi ni nini, zinafanya kazi gani, sababu ya kuzifanya kuwa tishio jipya, namna zinavyobadilisha vita vya Ukraine, bila kusahau mapinduzi ya kiteknolojia dhidi ya vita vya kisasa.